Kutokana na ile nyimbo lake kweli, mapenzi mekua kitendawili kwa watu wengi sana Ehe. Juu ukiangalia wanadada hapa nje wako na standards za juu sana unapata mm -hmm. Mtu amempenda yes. Naam. Lakini kwa sababu huyu kijana ana mapato ambayo anaona yatam sustain yeah. Anaona huyu mtu hafai. Hafai, lakini yule mtu ana mapenzi ya dhati kwake kabisa lakini Shida ni kosa fulusi. Kosa fulusi ndio inafanya mtu anadharaulika <muchan> <muchan> Mtu anaona huyu hawezi kumpenda juu hana pesa naam. <muchan> Kwa hiyo na, na isitoshe uh, wajua tena wewe ni binti na, na, na kwa hiyo unasema wakati mwingine bana, hapa na pale, unapata mabinti pengine sababu ya fida <muchan> basi wanapata kukiuka, pengine wanaacha kuamini penzi la kweli na basi wanaegemea kule kwa hela. Kwa hiyo labda nikuulize wewe, unahisi kwamba hela si muhimu sana katika mahusiano nmanano <muchan> gani? Mimi labda kulingana na mimi, mm-hmm. nita nitaanza hivi yeah. hela inahitajika <laughs> yani kimaisha lazima yeah, tuishi, nahum. tukiwa na pesa, kwa sababu kula ni pesa, kuvaa ni pesa Nikoli. kusafiri kwenda nchi zingine mahali popote ni nahum. pesa nahum. so lakini nahum. sisemi ya kwamba mwanadada akose kumpenda mwenzake juu hana pesa nahum. Ukipata mtu wako ana pesa kidogo okay, mjipange katika ile pesa ambayo mko nayo na mapenzi yaendelee. mm -hmm, isikue ati pesa iko chanzo cha kufanya watu wasipendane no, no kwa sababu ukipata unasimamia kwa pesa utafanya vitu ambavyo havistahiki, okay. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ndio usikizi na- unasikia kwamba wasichana, wanadada wanapatikana mahali wametolewa shingo wametolewa sehemu za siri no. Shida kwa sababu okay, ilikuwa tu pesa, ameitwa mali fulani uh, uh, private uh, juu anajua mtu mm. mm. ako yeah. yeah. na pesa ameona kwa richa, juu mtu wanaenda kukutana, unafuata amefanywa ritual, siku atayo pesa yenyewe itamsaidia ukisha uwawa inakusaidia so labda tu kae tu within our means, our means. Mwenzako ana pesa mm. but ana kidogo ambayo inaweza kuwa sustain, stay within your means na upende mtoto wa mwenzako, na, yeah. na. <laughs> na labda nikurejelee basi, uh, msanii Claudia Tajo tajika hapa nchini Kenya huu uh, umetuambia kwamba iti pesa pesa, pesa katika wimbo wako ule wa pesa na vile vile kitenda wili tegua. Kwa hiyo labda nikuulize bana, wewe kitenda wili ulitegua ama ni kipi ambacho kilikusukuma wewe kabisa, alafu ukajikuta kwamba unachora mistari chini kutuambia kwamba kitendawili kiteguliwe, na vile vile pesa pesa naleta matatizo, sabuni ya roho. Karibu sana hivyo, tueleze ni kipi ambacho kilikusukuma. Yeah. Kwanza nataka kitu kimoja kieleweke. mm -hmm. Mimi napenda muziki emotional. Yeah. Kama napenda muziki emotional, kumaanisha nitaimba muziki emotional. mm -hmm. Sana. No. Lakini haimaanishi kile kitu ninachokiimba mm -hmm. kimenikuta. Naam. No. Yeah. Ni ubunifu tu na na idea zangu, mimi napataje idea zangu? mm -hmm. Naweza kutana na wewe no ukanielezea ah Cloud mimi niko na hivi na hivi na hivi napata idea kutoka naye. Ehe. Ama nitembee huko mtaani nione tu maisha ya mtu anapitia kitu fulani napata idea hapo. Ama niangalie movie niko hivi. Napata idea hapo. Ama nisikilize wimbo wa msanii mwingine afu nijiulize kama ningekuwa na mjibu. Naam. No. Ningekuwa na mjibu vipi? Hivi. Haimaanishi kwamba eti sijui mimi ni pesa sijui zile shughuli zinaweza kufanya. Ah, okay, safi nakupata kabisa. Yeah, ume- umeshaweka waziwazi. Mm -hmm. Na basi vile uh, vile niulize kwamba Uh, wewe unahisi kwamba niulize uh, muziki ni, ni, ni talanta yako ama, ama ni kitu ambacho unapenda kukifanya, pengine wakati ni kwamba, kwa sababu mimi ni kwanza, nimezaliwa katika familia, baba yangu alikuwa mwanamuziki um anaimba hata mimi sijui kuimba, anaimba taarabu ama anaimba rumba. Sasa nimezaliwa katika familia ambayo ni ya mziki mm -hmm. Alafu pia nimekulia katika nyumba ambayo baba angu alikuwa na bendi ya taarabu, lakini sasa nilikuwa siruhusiwi kuingia pale. wewe utasoma moto kwa msanii kweli kweli. Sasa mimi nilikuwa nafanya mziki kwa sababu i felt like mziki it is in blood. Sasa nilikuwa najaribu kufanya muziki lakini na nyimbo ak ikifika kama AGM zile mikutano, yeah, ya wa wazazi, mm, na jitoa mm, ni pale nina yeah, kuimba. Sasa pale nikiwa form 2 pale ndio shuleni waliniaminisha kwa wakao